Unajua mabinti wa elfu mbili wanajituma wanajitumia yani ile miili yao wanafanya ni bidhaa. Imekuwa sasa, wamama wengi wamejisahau, wamejitupa, mtu hata afanye mazoezi, kwa sababu kitandani kuna mazoezi mwanangu e. Sasa binti wa mwaka elfu mbili anajua zoezi la kuanzia kidole mpaka nywele. Sasa wewe mamaangu, mtu mzima Umekaa hapo miguu ishatangulia kisutu huna moja wala kumi na moja. Mtoto mdogo wa sasa hivi anajua vile unavyomfundisha kasha vipitia, kasha vizumu anajua hichi nitafanya hapa nitafanya hivi nitafanya hivi. Sasa wewe mama mtu mzima wengi wanajiachia, wanajitupa mtu hafanyi mazoezi, mtu hali vizuri, halali vizuri, vizuri, anaishia kufikiria madeni. Saa zote simu fulani. Eh mimi kesho nadaiwa milioni sita, utaniongezea milioni tatu. Saa ngapi utakaa na huyo mwanamume? Eh, mtoto wa elfu mbili asikuchukulie tu huyo mumeo, yaani watalia sana mara hii. Watoto wa elfu mbili mkaze buti <laughs> kwa sababu yule kijana wa kiume anachokifata kwa mama ni pesa, sio mapenzi. Pesa anaifata. Kama ni mapenzi yako asilimia tano, lakini ulaghai, ubazazi uko asilimia tisini na tano. Kusema kweli, hakuna mapenzi kati ya mtoto mdogo na mtu mzima kwa sababu mtu mzima bwana, mpaka marinda marinda yapo tayari kama sketi ya shule, kila sehemu. Sasa mtoto mdogo, mtu mzima, kwa mtu mzima mwenzie bwana, ndio inanoga eh, japo mwendo wa mwendo wa mbuzi hivyo hivyo, hivyo vyote lakini, mtu mzima heshima na mtu mzima mwenzake, lakini mtoto mdogo kwa mtu mzima awe, ah, sio mchezo.